Raia nchini Tanzania hii leo wameanza kurejelea shughuli zao za kawaida baada ya serikali kuondoa vikwazo vya usafiri ikiwemo amri ya kutotoka nje usiku jijini Dar es Salaam. Aidha, huduma za intaneti zimerejeshwa japo bado kuna changamoto za upatikanaji wa mtandao katika baadhi ya maeneo. Haya yote yaliwekwa kufuatia maandamano yaliyozuka Jumatano wiki iliyopita wakati taifa hilo likishiriki uchaguzi mkuu ambao Rais Samia Suluhu Hassan alitangazwa mshindi kwa karibia asilimia tisini na nane ya kura na kuapishwa lakini hayo yakiendelea, familia nyingi zinawatafuta upendo wao ambao hawajaonekana tangu vurugu za siku ya uchaguzi. Tumezungumza na mkazi mmoja wa Dar es Salaam ambaye kwa sasa anaomboleza kuuawa kwa jamaa wake wawili, huku wengine wawili wakipigwa risasi na mmoja mpaka sasa hajulikani alipo. Tumebana jina lake kwa sababu za kiusalama. Tulikuwa tupo ndani ya geti, tukashangaa mmoja wetu ameanguka wa na wapili wetu ameanguka wa, risasi ziliwapiga. Tukabahatika kuwachukua kuwapeleka Mwimbili, kwa wako Mwimbili wanapata matibabu. Na au ni watoto wa upande wa mjomba ambao amezaliwa na mama yetu upande wa binamu yetu, kwa upande wa Arusha ndugu yetu mmoja alikuwa naye kwenye usafiri wa bodaboda boda, akawa anasafiri anaelekea nyumbani, akapigwa risasi wakampeleka hospitali akafariki. Kama familia yao akamchukua wakaenda kumhifadhi hospitali ya Mount Meru Arusha, mwili wake umepatikana huyo. Na mwingine alikuwa ni maeneo ya Mabibo, Dar es Salaam, alikuwa tu ndani muda wa jioni, akasema wacha nitoke nitafute chakula lunch sapa ili, ametoka tu hivi kufika tu ndo anakaribia kuona barabara hivi akashangaa amepigwa, akaanguka Hamna mtu aliweza kumchukua kwa sababu ya zile taharuki za kukimbia huku na kule. Mwili wake umechukuliwa na gari la serikali, na mpaka sasa hivi hatujui alipo. Tuzungumzie wale ambao mlikuwa mumeketi pamoja walikuwa na majeruhi kiasi gani wao? tuliwapeleka katika hospitali ya Muhimbili. Ndio huyo mwingine hajafungwa antena mpaka sasa hivi. Huyo mwingine ameshafungwa, yule alipigwa ya mkono ameshafungwa antena. Huyo mwingine bado anaendelea na matibabu, alivunjika paja. Na hatimaye hapo hapo maeneo ya Mkwajuni walikufa watu ambao ni zaidi ya kumi, na zingine nao kilipu kama za watu wa tatu nilibahatika kuwachukua kwa mbali. Walipigwa risasi hapo hapo muda wa saa kumi jioni, na muda huo kulikuwa hamna maandamano. Maaskari walikuwa wanapita na kupiga risasi ovyo. na tunapozungumza kwa sasa, wale ambao unadai kwamba walipigwa risasi na mkawapeleka Muhimbili, wapo Muhimbili bado hajaruhusiwa kutoka. Huyo mmoja anaweza akaruhusiwa kutoka leo. Ule wa mkono ameshafungwa antena na vidonda ashafungwa. Yule mwingine bado, ule wa paja hajaweza kufungwa antena, nawasubiria matibabu. Na je mmeruhusiwa kukutana nao wakiwa hospitalini? Aliruhusiwa mtu mmoja, hawakutaka mtu mwingine wa familia aende, na yule mtu alikuwa kule ndani, naye alikuwa anaandika meseji kwa siri, alikuwa hamruhusu kupiga simu wala kupokea simu. Nani anawakataza kupokea simu ama kukutana na watu wengine? Ni hawa masecurity waliokuwa huko hospitali. Walimwambia, mtibu mtu wako kimaliza, akajiuguze kidonda, kwa sababu ni mzima, uchukue familia yako uende nyumbani. Lakini stori za kupokea pokea simu, kueleza matukio aliyokuwa hospitalini, kwamba waliletwa watu wangapi wangapi, hakuna kuelezea tatizo kama hilo. Na hadi sasa, je, nyinyi mmeweza kuwasiliana na vyombo vya dola kutaka kujua ni nani aliyewapiga risasi jamaa wenu? Tuliona ni maskari tuliwaona, si kwamba tuli kwamba ni mtu ambaye hawakupiga risasi, tuliwaona, tusalie na taarifa hiyo hiyo. Sasa familia moja nchini Kenya, nayo na inaitaka serikali kuwasaidia kuuleta mwili wa mwana wao ambaye aliuawa katika vurugu hizo jijini Dar es Salaam. John Okoth Ogutu ambaye ni mwalimu anasemekana kupigwa risasi alipokuwa akielekea kununua chakula jijini Dar es Salaam. Agnes Penda na maelezo zaidi. John Okoth, mwalimu wa shule ya Sky Schools jijini Dar es Salaam, amekuwa mwalimu nchini Tanzania kwa takriban miaka kumi. Siku ya uchaguzi ilikuwa ya kawaida kwake, ila alikumbana na mauti akiwa na wenzake aki walipokuwa akielekea kununua wa chakula katika kituo cha kibiashara jijini humo. Familia yake iliyoko nchini Kenya imepokea habari za kifo chake kwa mshtuko. Tulikuwa tumeambiwa ya kwamba walitoka shule na wakakutana nao waandamanaji walikuwa wanaandamana katika hiyo harakati, naye risasi ikamshika, e, akiwa na wenzake. Sasa katika hiyo harakati yeye, hiyo risasi ikamshika na akaanguka, na hivyo na, ndio alikufa. Alipo papo penye walikufa alikaa, walikaa siku moja usiku yote mchana yote, wakachukuliwa jioni wakipelekwa mchari. Hali ya kumtafuta mwalimu huyo wa umri wa miaka 33 mitatu imekuwa ngumu baada ya kuminywa kwa mawasiliano na intaneti siku chache zilizopita, na sasa familia yake inayosema haijui mwili wake uliko imetaka Kenya kuingilia kati ili apatikane. hatuna matumaini sana kwamba embasi itatusaidia, ni serikali ya Kenya iingilie. Najua si ndugu yetu peke yake, ambayo ya wamewawa pale, wengi wamewawa pale, watuletee mwili mpaka boda sisi tuende tuchukue kule, tuende tumpumzike tumpumzishe, ndio hata mioyo ya wapendwa wao ipate ku, kutulia. Ndugu zake wanamtaja kama kijana aliyekuwa mpole sana, the only man in the family. Ni kijana wa kipekee kwa familia yetu ambaye ni mpole sana, mpole kabisa. Hata akiwa na ugomvi na kaka yake ataondoka tu bila kujibu chochote, na wakati mwingine hilo lilikuwa likitupa hofu, tukisema huyu hawezi kujitetea kwa chochote wala kututetea sisi kama familia nyingine zinazotafuta wapendwa wao, wanatumai wataupata mwili wake na kuuzika. Shirika la kimataifa la kutetea haki za kibinadamu Human Rights Watch limeitaka serikali ya Tanzania kuheshimu na kulinda haki za msingi za wananchi, ikiwemo uhuru wa kujieleza, kukusanyika kwa amani na kuungana kama inavyotakiwa na sheria za kimataifa za haki za kibinadamu na katiba ya nchi. Nalo shirika la Amnesty International limetoa wito wa kuachiliwa mara moja na bila masharti yoyote kwa Watanzania wote waliokamatwa kwa kushiriki maandamano siku ya uchaguzi. Awali mwandishi wa BBC Phyllis Mote alizungumza kwa njia ya simu na Sikula Oniala ambaye ni mtafiti wa Amnesty International. Mtu yeyote ambaye ameshikwa kwa sababu ya kuandamana kwa sababu hiyo ni haki yake ya, ya kibinadamu inafaa aachiliwe. Mmeweza kuwasiliana na mamlaka za Tanzania kabla ya kutoa wito huu, na kama ndiyo, majibu yao yamekuwa ni yapi? Ugumu ambao tunapata kujua hawa watu wako katika hali gani ama wako katika kituo gani cha polisi ni kwa sababu baada ya maandamano kuanza tarehe ishirini na tisa kuna waandamanaji ambao walipiga vituo vya polisi na tume tumeona ya kwamba katika sehemu nyingi za nchi polisi wamewekwa karibu na vituo vya polisi, na saa hii ni vigumu sana mtu yeyote kuelekea katika kituo cha polisi. Kwa hivyo imekuwa vigumu kwetu kujua uh, wingi wa watu ambao wameshikwa, lakini tunajua ya kwamba kuna wale wameshikwa, na pia mawakili wetu hawajaweza kutembea kwenda kwa hizi vituo vya polisi kwa sababu pia wanahofia usalama wao. Hadi kufikia sasa serikali ya Tanzania haijatoa majibu ya madai haya moja kwa moja na BBC inaendelea kufuifuatilia. Hata hivyo, awali waziri wa mambo ya kigeni Mahmud Thabit Kombo aliiambia BBC kuwa serikali haiwezi kuthibitisha idadi rasmi na itafanya hivyo uchunguzi ukikamilika. Wakati hayo ya kijiri, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ametangaza kusitishwa kwa muda kwa usafiri wa mabasi ya mwendo kasi mjini Dar es Salaam. Hii ni kutokana na uharibifu uliosababishwa na waandamanaji. Kabla ya uchaguzi, kulikuwa na malalamiko ya abiria kuhusu mabasi hayo kujaa kupita kiasi na kuchelewa, na sasa wakazi wa maeneo kadhaa watalazimika kutafuta usafiri mbadala. Vituo vingi vya mwendo kasi vimeharibiwa na kwa mantiki hiyo tunaendelea kuusitisha usafiri huu kwa njia ya Morogoro Road, yaani BRT1, na tunaendelea pia kusitisha usafiri huu kwa njia ya Mbagara, yaani BRT2. Kwa hiyo wale wote ambao walikuwa wanategemea mfumo huu wa usafiri, na naamini pia usafiri huu umekuwa ukiwasaidia watu wengi, tunausitisha mara moja. Jambo la kwanza ili kufanya tathmini ya kina kuhusu uharibifu uliotokea. Jambo la pili, tunajua kwamba mifumo ya utukataji tiketi na mageti pia yameharibiwa, na kwa mantiki hiyo, inatupasa tuwe na muda wa namna ya kuweza kurudisha hali hiyo kama ilivyokuwa. Mtandao umerejea nchini Tanzania tangu jana jioni. Wakati watu wanaendelea na mawasiliano ya kijamii kujibu utitiri wa jumbe zinazowafikia wakiwa zilizokosa kuwafikia wakiwa bila mtandao. Wafanyabiashara biashara nao wanaendelea kuhesabu hasara walioipata kutokana na kukosekana kwa mtandao. Huko visiwani Zanzibar, kwa mfano, biashara kama ya utalii ndio inayoshikilia moyo wa uchumi huo. Kukosekana kwa mtandao kulioathiri sana watoa huduma na wateja wao, kama anavyoarifu mwandishi wetu Sami Awami akiwa Zanzibar. Aresi. Aresi. Usalama na utulivu ni wa kutosha visiwani Zanzibar, maisha yanaendelea kama kawaida, changamoto ni mawasiliano tu. Biashara ni moyo wa visiwa hivi, mawasiliano yanapokosekana hakuna anayenusurika, na kwa hapa Zanzibar utalii ni biashara kubwa, lakini kunapokosekana mawasiliano wawekezaji na hata wageni pia wanaathirika. Tuna risk. Naweza nikakwambia kwa sababu inabidi umjazishe mgeni manual form, akupatie credit card namba yake uweze kuiweka kui, kui au kui, I mean kui, tu, tu kuitunza, tuseme la kuitunza mpaka hapo intaneti itakaporudi ndio tuweze kuchaji kila mgeni unayemfuata. Nakuambia sina keshi, wageni hawana pesa, tunakufa njaa Tumeenda marikiti vyakula vyote vishapanda bei, yani tuna maisha magumu. Kama kuna uwezekano serikali tusaidie. tuna maisha magumu, tena maisha magumu, ukiangalia si kuna watu wanatutegemea. Sekta ya usafirishaji pia imekumbwa na kadhia hii hapa. Siku za kawaida watu wanakuwa wamejaa abiria, wanakuja kukata tiketi kwa ajili ya kwenda Dar es Salaam au Pemba, lakini kama unavyoona leo hii hakuna watu wengi. Kwa sehemu ni kwa sababu ya machafuko ambayo yametokea Dar es Salaam, lakini pia kwa sababu hakuna internet ambayo ni ya muhimu sana kuwasaidia kukata tiketi. Hata huduma ya kupokea na kutuma mizigo ndani na nje ya Zanzibar imesimama. Hatuwezi kuangalia manifesti, hatuwezi kuloji dokumenti tukapata dokumenti ya TRA kwenda kulipia benki ili tuweze kuloji dokumenti wekwe system tuloji dokumenti tukalipie benki alafu yake tuweze kufanya compare na kuanza kutoa mzigo bandarini isivyo kawaida. Uchaguzi ulifanyika kwa amani kabisa, lakini waandishi na hata vyombo vya habari vimekwama kuupasha ulimwengu tofauti hii kubwa na ya muhimu ya kisiasa visiwani hapa. Sasa imekuwa magazeti hakuna, taarifa tuzipati kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia sisi tunapotengeneza habari zetu tunashindwa kuzituma, na imebakia njia moja tu ya Q&A ni kweli kukosekana kwa mtandao kumeleta kero na hasara kubwa visiwani hapa, lakini kwa wengi hakikisho la usalama na amani vilivyotawala vimeendelea kuwapa matumaini ya kuvuta subra hadi pale mawasiliano yatakaporejea. Samia Wami, BBC Unguja, Zanzibar.